Tutasoma vitabu hivi vya kimsingi, Ayubu 28 mstari wa kwanza mpaka watano. Malighafi inayochangia mafanikio ya maisha ya mwanadamu hapa duniani yote inatokana na ardhi, hakuna kitu chochote ambacho utakumbana nacho katika uso wa dunia ambacho kwa namna moja ama nyingine hakitokani na ardhi. Kwa hivyo kumaanisha ardhi ni lango. Imesema mawe yake ni mahali kupatikanapo yakuti, nayo ina mchanga wa dhahabu. Kama ni dhahabu ama madini, hayo madini yote yawe tanzanite, alumasi, madini yote ya thamani asili yake ni ardhi. Chakula ambacho mwanadamu anakula kwa namna moja ama nyingine kinatokana ardhi, maji unayokunywa inatokana ardhi, mahali unapoishi ama makazi unayoishi unayoishi imejikita ime kwenye msingi wa ardhi. Mahali unapofanyia kazi, kwa namna moja ama nyingine, unafanya mahali ambapo ardhi inahusika. Kwa hivyo tunaposema ardhi ni lango, ni kumaanisha asilimia karibu ya kila kitu duniani kinatokana na ardhi. Kwa hivyo hiyo inasababisha ardhi kuwa lango, na ardhi ikiwa ni lango kumaanisha kuna vitu autawaivipata maishani mpaka ukaweza kushughulikia malango ya ardhi, mwana wa Mungu. Nataka tuombe kitabu cha Isaya 29 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Ku mji huu ulikuwa unaitwa mji wa Arieli, ulikuwa ni mji mzuri, ulikuwa ni mji ambaye mwonekano wake na jinsi ambavyo huo mji ulikuwa ulikuwa unaonekana ni mji ambao umestawi, mpaka mfalme aliyekuwa anaitwa Daudi na heshima yake na hadhi yake na ukwasi wake akawa ameweka makazi yake ama kituo chake katika mji ambao ni wa Arieli. Lakini mji wa Arieli, mwaka nenda mwaka rudi, majira yanapita, majira yanabadilika miaka na mikaka, katika nyakati tofauti tofauti, katika uo mji, wakazi wake kwa namna moja ama nyingine walikumbwa na maombolezo, walikumbwa na kilio. Kwa namna moja ama nyingine walikuwa na majonzi ambaye hayaeleweki, wanashindwa. Kwa nini watu wote waliopo mahali hapa wana kilio, wana majonzi? Katika mahali ambapo nipohusika, ndipo Bwana akazungumza na nabii wake Isaya akamwambia, mji huu umezungukwa pande zote, umeusuriwa pande zote na ngome. Tunafungua ama tunafanya ukombozi wa malango ya ardhi, Ma, makazi na maeneo husika, ni kwa sababu kuna ngome zinazokaa maeneo tofauti tofauti, na hizo ngome zinakwamisha maeneo tofauti tofauti kwa njia tofauti tofauti. Sasa hapa zile ngome zilizokuwa zikikaa katika mji huo Biblia inasema ngome zile zilikuwa zinafunga watu wanaokaa katika mji ule, akasema nawe utashushwa, nawe utanena toka chini ya nchi. Kumbe kuna maneno yanatamka toka chini ya nchi, yanatamka toka ardhini. Kuna ngome ambazo hazitaki tuinuke, mara kwa mara zinatushusha. Ndio natangaza kwa jina la Yesu Kristo, chochote kilikushusha kwa namna isiyofaa kila ngome iliyosema hautainuka, iliyosema hautachipuka, iliyosema hautafika viwango fulani, kila ngome iliyopambana nawe ili kwa namna moja ama nyingine ikuzuilia usifike mafanikio yako, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila ngome ya ardhi, ngome ya makazi, ngome ya maeneo husika haina uwezo juu yako katika jina la Yesu Kristo, ninatabiri kwa jina la Yesu Kristo, kila ngome inayokalia mji, ngome inayokalia mkoa, ngome inayokalia tarafa, ngome inayokalia wilaya, ngome inayokalia kijiji, tarafa a, pengine mtaa ama kitongoji, hiyo ngome haitakuwa na uwezo juu yako haitashusha biashara yako, haitashusha kipawa chako, haitashusha huduma yako, haitashusha karama yako, haitashusha maendeleo yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaona ukichipuka, ninaona ukiinuka, ninaona ukienda viwango vingine, naona Mungu akikuwezesha kushinda kila ngome za malango ya ardhi hazina uwezo juu yako katika jina la Yesu Kristo.